Serikali imesisitiza imesisitiza kuwa imejipanga kikamilifu kuhakikisha inajenga Tanzania kuwa nchi ya viwanda kwa kutumia rasilimali zilizopo bila kutegemea misaada yenye masharti magumu kutoka nje ya nchi, ili kuweza kufikia azma ya ajira kwa vijana. Taarifa ya Jimmy Mengele inasomwa hapa studio. Hayo yamesemwa na makamu wa rais Samia Suluhu Hassan wakati akisalimiana na wakazi wa Morogoro stendi kuu ya mabasi aendayo mikoani alipokuwa akielekea mjini Dodoma kikazi, ambapo amesema vijana wanatakiwa kujituma katika utendaji wa kazi ili kuendana na kasi ya jitihada ya serikali, kwani kuhusu ajira, Morogoro inatarajiwa kuwepo viwanda vya kutosha kuajiri vijana. Tunatambua kwamba kwa hiyo tumejipanga kuendesha nchi yetu kwa uwezo wetu bila kupewa masharti kutoka nje. Akizungumzia zoezi la upigaji chapa ya mifugo ambalo baadhi ya wafugaji waligoma kutekeleza zoezi hilo mkoani Morogoro, amesisitiza wafugaji hao kutoa mifugo yao ili iweze kutambuliwa kwa mujibu wa sheria ya mifugo namba kumi na mbili ya mwaka elfu mbili na kumi na mbili. Aidha, zoezi hilo litasaidia kutambua mifugo inayoingizwa ndani na nje ya nchi kinyemela. Kuna walioitikia kukubali mifugo yao kuwekewa alama kutambuliwa, kuna waliokataa mifugo yao kutambuliwa. Lakini nataka niliwekee nguvu hili, nchi yetu ina sheria, ina sheria namba kumi na mbili ya elfu mbili na kumi na mbili. Hapana, lengo ni kujua nani anamiliki mifugo hiyo, na matatizo yanapotokea tunajua nani kumshuku. Toka Dar es Salaam ni Esther Amand Sizelamula wa Channel 10.